Kijiji cha Mnyamwezi kilikuwa kimya kila usiku kama kaburi lililofunikwa kwa vumbi la zamani. Wazee wa ukoo waliovaa magwanda meupe yaliyoshonwa kwa mikono, walikuwa wameweka sheria moja kuu: usifagie usiku. Usiku umeachiwa mizimu. Ilikuwa amri ya zamani yenye mizizi katika hadithi za mababu wa kale. Hakuna aliyewahi kuhoji, hakuna aliyewahi kuvunja. Mpaka Elizabeth alipokuja. Elizabeth alikuwa msichana wa mjini mwenye roho ya kuhoji kila kitu. Alipohamia kijijini kwa shangazi yake baada ya ajali iliyoua wazazi wake, alikuta dunia tofauti, dunia iliyokuwa ikivuta pumzi kwa tahadhari, ikisikiliza upepo na kuhesabu hatua za giza. Lakini kwa Elizabeth, hayo yalikuwa hadithi za kuwafunga watoto wasilale. Alitabasamu kwa dharau alipokuwa akisikiliza wazee wakimwambia, mwanangu, usifagie usiku. Vumbi la usiku hubeba roho zilizofungwa, ukizichokoza utazilipa. Kwa nini nisafishe usiku? aliuliza siku moja, akitikisa kichwa kwa dharau. Vumbi la mchana na la usiku lina tofauti gani? Mzee Chuma, kiongozi wa baraza la wazee, alimsogelea taratibu kama kivuli. Macho yake yalikuwa na uzito wa miaka mingi. Sauti yake ililia kama upepo wa kaburi. Mchana ni wetu, usiku ni wao. Tunakodisha dunia kwao wakati sisi tunalala. Ukifagia unawaamsha, ukifagia unawadharau, na roho zilizodharauliwa hazisamehi. Elizabeth alicheka kimya kimya, akamshukuru mzee Chuma kwa hadithi nzuri, kisha akasahau kabisa kuhusu tahadhari hiyo. Miezi miwili ilipita, Elizabeth alianza kujifunza maisha ya kijijini, kupenda upepo wa jioni, na hata kumtambua kijana mmoja Yona, mwenye tabasamu la kuvutia na mikono iliyochoka kwa kazi. Lakini siku moja mvua kubwa ilinyesha mchana kutwa. Jioni ilipofika, kijiji kilikuwa kimejaa matope na vumbi lililokuwa limekauka juu ya sakafu za nyumba zao za udongo. Shangazi yake Elizabeth alikuwa mgonjwa, amelala chumbani. Elizabeth kwa roho ya kusaidia na pia kuchoshwa na uchafu, alichukua kifagio kikavu. siwezi kuishi hivi, Elizabeth alinungunika. Aliinua kifagio na kuanza kufagia kizingitini mwa nyumba yao, vumbi zito likipanda hewani na kusambaa. Usiku ulikuwa umeshuka tayari, mbingu ilikuwa nzito, giza lilikuwa limejaa harufu ya udongo na siri za zamani. Alipofagia, upepo ulianza kuzunguka nyumba yao kama kitanzi kinachovutwa. Upepo ulikuwa na sauti, sio tu mlio wa hewa, bali mlio wa nyimbo za mbali manungu niko yasiyoweza kufasiriwa. Kelele ya kifagio kilipogusa sakafu iliambatana na mlio wa kitu kingine, kitu kisicho cha dunia hii. Elizabeth alisimama, moyo wake ukidunda kwa hofu isiyo na sababu. Akajisemea, ni upepo tu, kisha akaendelea kufagia. Lakini hakujua kwamba kila mara kifagio kilipogusa vumbi kilikuwa kikivunja mihuri iliyoshikilia roho za zamani. Alipomaliza akaingia ndani na kulala, akifumba macho bila kujua kuwa ulimwengu wake haukuwa sawa tena. Usiku huo ndoto zake zilijaa picha za kutisha: watu waliovaa magunia meusi wakilia damu, watoto walioshika mikono ya mifupa, wanawake waliotembea bila nyuso. Elizabeth aliamka akiwa na jasho jingi. Alihisi baridi ya ajabu ikivuma chumbani. Dirisha lilikuwa limefungwa, hakukuwa na upepo. Halafu akasikia kelele ya vumbi likifagiliwa, lakini hakukuwa na mtu ndani. Aliketi kitandani, mwili wake ukitetemeka. Kelele ya vumbi ilikuwa kama ya mikono isiyoonekana ikifagia sakafu taratibu taratibu kuelekea mlangoni mwake. Mlangoni kukagongwa taratibu, tap, tap, tap. "Ni nani?" Elizabeth aliuliza kwa sauti ya kupasuka. Hakujibiwa, ila mlango ulianza kufunguka taratibu, ukitoa mlio wa kucha zinazokwaruza mbao. Katika mwangaza hafifu wa mwezi, Elizabeth aliona kivuli, sio cha mtu bali cha kitu kilichopinda, kilichoharibika, kilichobeba huzuni ya karne nyingi. Ulifagia usiku, kilinongona kivuli kwa sauti iliyochanganyika na kulia kwa maelfu ya roho. Elizabeth alipiga kelele lakini hakuna aliyesikia. Shangazi yake Yona, hata majirani wote, walikuwa kama wamelala usingizi mzito uliotumwa na wale wa upande wa pili. Alijaribu kukimbia lakini miguu yake ilikuwa mizito kama mawe. Kivuli kilimkumbatia, baridi yake ikimfanya ahisi kama amezamishwa baharini. Akasikia maneno hayo tena ndani ya kichwa chake, ulifagia usiku, utalipa. Siku ilipochomoza, Elizabeth alipatikana nje ya nyumba yao amelala kwenye vumbi, Macho yakiwa yamevimba kwa machozi yaliyoganda. Hakusema neno hata moja. Mzee Chuma alipomwona alikuna kichwa chake na kunungunika, mizimu haikusamehi. Wazee walimchukua Elizabeth na kumpeleka kwenye msitu wa mapepo, mahali ambapo waliamini maombi maalum na tambiko vinaweza kuzuia hasira ya mizimu, lakini mizimu ilikuwa imekwishaamua. Elizabeth aliishi miaka mitatu zaidi baada ya tukio hilo, lakini hakuwa yule msichana wa zamani. Alikuwa bubu, akitembea kama kivuli, akizungumza na hewa na kumfagia vumbi ambalo watu wengine hawakuona. Kila usiku alifagia, akifagia, akifagia, kana kwamba akilipa deni lisilolipika. Yona alijaribu kumsaidia, lakini Elizabeth alikuwa mbali kama mtu anayezama kwenye giza linalomnyonya. Siku moja asubuhi ilipochomoza, Elizabeth alipatikana amefagia mpaka mwisho wa kijiji ambapo mto mkali ulitenganisha dunia ya watu na ile ya roho. Alikuwa amevaa mavazi meupe, macho yake yakiwa wazi lakini hayana uhai. Miguuni pake palikuwa na mistari ya vumbi iliyochorwa kama mihuri ya kale, alama ya kwamba safari yake ilikuwa imeisha. Wazee walikusanyika na kumzika katika kaburi lililofunikwa na majani mabichi wakimwombea kwa hofu na majuto. Kwa miaka mingi wazee waliendelea kusimulia hadithi yake, msichana aliyefagia usiku na kulipia kwa roho yake. Na tangu siku hiyo kijiji cha Mnyamwezi kiliongeza maneno machache kwenye amri yao: Usifagie usiku usiku, hata kama dunia imejaa vumbi vumbi, kwa maana vumbi la usiku si la si wanadamu. Miaka mitano baada ya Elizabeth kuzikwa, kijiji cha Mnyamwezi kilikuwa kimetulia tena kama maji yaliyolala. Watoto walikuwa wakicheza mchana, na usiku ukawa tena wa kukwepa. Wazee waliimarisha sheria: hakuna kufagia, hakuna kupiga kelele baada ya machweo, hakuna kupepesa macho mlimani, na kila nyumba iwe na mshumaa unawaka usiku kucha. Lakini majira hubadilika, vizazi vipya huja na kuleta ujeuri wa ujana. Kuna msichana aitwaye Nuru, mdogo wa Yona, aliyekuwa na roho kama ya Elizabeth, asiyeamini hadidi za mizimu. Alipokuwa akifagia mchana mmoja, karibu na makaburi ya zamani, mzee mmoja alimwambia, usiweke kifagio karibu na makaburi Nuru Vambala pale sila kwetu. Nuru alitabasamu akasema kwa kejeli, siku hizi hakuna mizimu, babu. Hizo ni hadithi za kuwafunga watoto macho. Mzee huyo alipiga hatua tatu nyuma, akitikisa kichwa, akisema kwa sauti ya chini kama dua. Elizabeth pia alisema hivyo. Usiku ulipofika, upepo wa ajabu ulivuma kutoka upande wa makaburi. Mbwa walilia kwa huzuni. Mpaka walipandwa na mwenda wazimu. Walinzi wa kijiji waliona mwanga mweupe ukizagaa juu ya kaburi la Elizabeth, lakini walijifanya hawajaona. Kwao kuangalia ni kukaribisha balaa. Lakini Nuru, msichana mwenye roho ya shujaa au mjinga, alitoka nje saa sita usiku akiwa amevaa shuka la rangi nyeupe. Alihisi mwito kutoka mbali, sauti ikimwita kwa upole, kwa maneno ambayo hakuweza kuyatambua. Alitembea taratibu, miguu yake ikizama kwenye vumbi baridi hadi alipofika mbele ya kaburi lililozikwa Elizabeth. Pale aliona kifagio, kifagio kile kile alichotumia Elizabeth usiku wa laana. Kilikuwa kimepinda, kimezeeka, lakini kilitoa harufu ya uchovu wa miaka mingi. Bila kufikiri, nuru ya kaikiokota, mara vumbi likapanda juu kama mzuka, likamzunguka likimlazimisha kufunga macho. Alipofungua alikuwa hayuko tena kijijini, alikuwa mahali pa giza penye vumbi linalocheza angani kama vipepeo wa kivuli. Kutoka kwenye vumbi Elizabeth alijitokeza, sura yake isiyo na hisia, macho mekundu kama makaa, mdomo wake ulitikisika, akamnongoneza: umevunjilia mihuri yangu, sasa utachagua kukimbia au kuridhi Nru alitetemeka. Kurithi nini? aliuliza kwa sauti ndogo kama kengele inayovunjika. Elizabeth alikaribia hatua kwa hatua, miguu yake haikugusa ardhi. Kurithi kifagio cha usiku, kuwa mfalme wa vumbi la lana. Nuru alijaribu kuacha kifagio lakini mikono yake ilikuwa imegandishwa. Kulikuwa na nguvu iliyomfunga, nguvu ya kale iliyosahaulika Inayotawala usiku na giza. Kijijini watu walianza kusikia vumbi likipiga dirisha zao, kama mikono ya watu waliokufa wakitaka kuingia. Watoto walilia usiku mzima. Nuru hakuonekana tena kama msichana wa kawaida. Alitembea kila usiku akifagia njia isiyoonekana, akifuta mipaka kati ya dunia ya walio hai na dunia ya waliokufa. Wazee walikusanyika tena wakiwa wamevaa mavazi meupe ya zamani, wakihofia kuwa laana ya Elizabeth ilikuwa imeamshwa tena. Mzee Chuma, sasa akiwa mzee zaidi na dhaifu, alitamka kwa uchungu, tulimzika Elizabeth na vumbi la kiapo, lakini tumemsahau. Mizimu haikusahau. Wakaandaa tambiko kubwa, sadaka ya mbuzi mweupe, damu ya kuku wa kienyeji na maneno ya kale ya kufunga milango ya dunia mbili. Lakini kila walipowasha moto, upepo ulizima mwali. Kila walipotamka dua, sauti zao zilivunjwa na vicheko vya mbali, vicheko vya watoto wasioonekana, wa wale waliopotea zamani. Siku ya saba, Nuru alipatikana akifagia njia kuelekea katikati ya kijiji ambapo ilisemekana palikuwa na mlango wa zamani wa mizimu mlango uliokuwa umefukiwa kwa muda mrefu. Akafagia mpaka mlango ukadhihirika, jiwe kubwa lenye maandishi yasiyosomeka lililofunikwa kwa vumbi na damu ya miaka mingi. Wazee wakajua kwamba muda wao ulikuwa umefika. Wazee waliokosa kumfunza Elizabeth walijuta, lakini sasa kijiji kizima kingelipa deni hilo. Mpaka leo kijiji cha Mnyamwezi hakikukaribisha wageni. Usiku ukiwa ndani ya kijiji hicho unaweza kusikia kifagio kikipita polepole pole kwenye vumbi la barabara, na ukitoka nje kuangalia, unaweza kumwona msichana wa mavazi meupe akifagia njia isiyoonekana, akiwa na macho yaliyojaa huzuni isiyoisha like. Lakini wazee wa kweli wanajua ni Elizabeth aliyerudi, na sasa hafagii vumbi la usiku pekee anafagia roho za wanaothubutu kuuliza kwa nini nisifagie usiku. Miaka ishirini ilipita baada ya kurudi kwa Elizabeth kupitia mwili wa nuru. Waliobaki Mnyamwezi walikuwa wachache, wengine walihama, wakikimbilia miji ya mbali, wakiogopa laana iliyoganda kama ukungu wa baridi. Kijiji kiligeuka kuwa kivuli cha kile kilichokuwa zamani, nyumba zilibomoka, miti ikakauka, na hata ndege walikataa kupaa juu yake. Usiku ulipoingia, ardhi yenyewe ililia kwa sauti ya vumbi linalocheza bila upepo, na hata mwezi ulionekana kujificha nyuma ya mawingu meusi kama kaburi. Watu wachache waliobaki walikuwa aidha wazee waliokosa nguvu za kukimbia, au wale waliolaaniwa kuishi pale hadi mwisho wa roho zao walijifungia majumbani mwao kila usiku wakifunga madirisha kwa misumari na kuvuta pazia nzito, wakisali kimya kimya, bila hata kupumua kwa nguvu, wakihofia kusikia sauti ile ya kifagio ikisonga polepole, ikiwatafuta. Katika miaka hiyo yote, nuru au kile kilichobaki ndani yake alizidi kuwa na nguvu. Hakufagia tu vumbi, sasa alikusanya roho aliweza kusimamisha mtu katikati ya usingizi kumtoa nje kwa nguvu isiyoonekana na kumpeleka hadi njia za vumbi vilivyolaaniwa. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na kilio. Mtu aliyetoweka usiku hakuwahi kuonekana tena. Mzee mmoja aliyebaki, mzee Jangala, aliamua siku moja kukabiliana na mzimu wa Nuru. Aliandaa tambiko la mwisho akachukua damu ya ndovu mzee aliyekuwa amekufa kiasili, akachanganya na majivu ya msitu wa kale ulioteketezwa, na akachora alama za kale chini ya sakafu ya nyumba yake. Usiku ulipofika, alikaa katikati ya duara hilo la kinga, akisubiri saa sita kamili. Upepo uliojaa vumbi na kelele za mbali ulilipuka nje ya nyumba, milango ikabomoka, madirisha yakapasuka. Na vumbi likamzunguka. Katika kivuli cha vumbi, Nuru alitokea, sura yake ilikuwa imepinda, macho yake yakitoa mwanga wa kijivu, na sauti yake ikasikika kama kuunguruma kwa bahari ya damu. Mzee Jangala alitamka majina matakatifu ya zamani kwa nguvu, lakini Nuru alitabasamu, tabasamu lenye huzuni na kejeli. Alisema kwa sauti ya viziwi, hata majina yao yamenisahau. Hakuna kinga, hakuna msaada. Umefagia maneno yako bure, kwa mkono mmoja uliojaa vumbi linaloshikika kama mvuke mzito. Nuru alimvuta Mzee Jangala kutoka kwenye duara la kinga. Mzee alipiga kelele ya mwisho, kelele ambayo ilitishia kulipasua anga, lakini kabla sauti haijafika mbali, alivutwa chini ya ardhi yenye vumbi linalong'ara kama almasi ya damu na hapo nyumba ya mzee Jangala ilianguka yenyewe kwa yenyewe, ikiporomoka kama majivu yaliyokosa mwanga wa matumaini. Baada ya tukio hilo, hakuna aliyejaribu tena kupambana. Kijiji kikawa kimya, watu wachache waliobaki walitembea kichwa chini mchana na kufunga nyumba zao kabla ya jua kuzama. Hakuna aliyetaja jina la Elizabeth au nuru tena, hakuna aliyetaja hata kifagio. Maneno hayo yalikuwa mwiko kuyataja, ni kama kuitisha kifo chako mwenyewe. Miaka mingine kumi ilipita. Siku moja wageni wawili walifika kijijini wakiwa na kamera na vifaa vya kisasa. Walikuwa waandishi wa habari wa miji ya mbali, wakisikia uvumi wa kijiji cha vumbi. Walipofika walishangaa kuona kijiji kilichonyamaza, watu walioishi kama mizimu macho yao yakiwa meusi na tupu kama visima vya zamani vilivyokauka. Waliamua kupiga kambi usiku katika kijiji hicho, wakisema wangevunja imani za kishirikina. Wazee waliwaonya, wakawaomba waondoke kabla ya jua kuzama, lakini walicheka, wakasema hizi ni hadithi za kuwatisha watoto. Usiku ulipofika na mwezi kufunikwa na mawingu meusi, vumbi likaanza kusonga taratibu likizunguka kambi yao. Kamera zao zilianza kushindwa kufanya kazi, betri zilichoka kwa kasi isiyoelezeka. Waliposikia kifagio kikikwaruza ardhini, walicheka kwa wasiwasi, wakidhani ni mbwa au paka aliyepita, lakini walipogeuka, walimwona msichana wa mavazi meupe, sura yake ikiwa ni kivuli kilichovimba kwa huzuni na ghadhabu isiyoelezeka. walikimbia walikimbia kama watu waliougua moto wa rohoni, lakini hakuna aliyefika mlangoni mwa kijiji, hakuna aliyepita mpaka wa vumbi linalofagia kila roho ya kuthubutu kukejeli laana hiyo ya kale. Kamera moja tu ilikokotwa hadi mlangoni na upepo wa ajabu, na ndani yake kulikuwa na picha moja ya mwisho, picha ya kijiji cha vumbi na mstari wa watu waliokufa wakiwa wamesimama katika mistari mirefu wote wakifagia njia isiyoonekana, macho yao yakiwa tupu, wakiongozwa na msichana wa mavazi meupe. Chini ya picha hiyo maandishi meusi yaliyoonekana kama yameandikwa kwa damu yalikuwa yanasema huku, usiku sio wa kulala, usiku ni wa kufagia njia za waliopotea. Na tangu siku hiyo kijiji cha Mnyamwezi kilipotea kutoka kwenye ramani. Hakuna anayeweza kukifikia tena. Na wale wanaojaribu husikika kwa mara ya mwisho wakisema kwa sauti iliyopotea na upepo, usifagie usiku.